Kule DRC wanasiasa wa upinzani wananuia kujiunga kwenye mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kutatua suluhu la utovu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Benson Wakoli. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotiwa saini na viongozi wa upinzani wakiongozwa na rais mstaafu Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Delly Sessanga, viongozi wao wamesema wanakaribisha juhudi za sasa za kusaidia kupatikana kwa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na taifa la Qatar na muungano wa maaskofu wa kanisa Katoliki nchini DRC, CENCO. Viongozi wao wanasema juhudi zozote ambazo zitapuuza msingi wa mgogoro wa DRC kama vile ukiukaji wa katiba, rushwa na udanganyifu wak mzozo wa sasa unaotatiza taifa la DRC. Kwa upande wake, msemaji wa muungano wa Lamuka Prince Epenge amesema juhudi zozote za kutafuta amani ya DRC bila ya kuhusisha umoja wa taifa la DRC hazitafaulu, akitaka viongozi wa kisiasa, mashirika ya kiraia na makundi yaliyojihami kuhusishwa kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu la mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Epenge anasema suluhu kwa mzozo wa DRC halitatoka kwa wapatanishi wa nje ila wakongomani wenyewe.